Kwanza tunakumbuka kwamba Gabriel alimpasha habari Maria kwamba atakuwa mama wa Mkombozi. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, na utakalo ulifanyike duniani kama mbinguni wakosefu sasa na saa kufa kwetu. Amina. Salamu Maria umejaa neema, Bwana inawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzaa tumbo lako ambarikiwa. Maria mtakatifu mama sasa kwetu. Maria, alema, na na Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wa sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Maria, alema, kuliko na wote. Na Yesu. Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wa sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salam Maria umejaa neema, Bwana inawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako ambarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu. Sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salam Maria umejaa neema, Bwana inawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako ambarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu. Sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria umejaa neema, Bwana inawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu. Sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria umejaa neema, Bwana inawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu. Sasa na saa kufa kwetu amina. Salamu Maria umejaa neema, Bwana inawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako mbarikiwa. Maria mtakatifu mama umungu, wa Mungu, tuombee sisi wakosefu. Sasa na saa kufa kwetu amina. Salamu Maria umejaa neema, Bwana inawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako mbarikiwa. Maria mtakatifu mama umungu, wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na saa kufa kwetu, amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana inawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzaa tumbo lako ambarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele amina. Tuasifu siku zote Yesu, Maria na Yosefu. Yesu wangu tusomee dhambi zetu, tuepushe na moto zote, zote wa milele, uongoza roho zetu zote mbinguni, hasa za wale wanaohitaji zaidi ya mruma yako. Kituo cha kumi, Yesu anavuliwa nguo. Yesu, tunakuabudu tunakushukuru, kwa sababu umeikomboa dunia yote kwa msalaba wako mtakatifu. Yesu alipofika Kilimani, askari walivua nguo zake bila huruma, wakitunonesha hivyo jeraha zake Yesu alipata tena maumivu mengi, akaomba akaona haya sana. E hey, Yesu, kwa ajili ya mateso yale utusaidie kulinda siku zote usafi wa moyo na adabu njema na kuona sura ya Mungu katika miili yetu na ya wenzetu. Amina. Yesu viumbe vyote umevika nguo, unanyang'anyika jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika vishawishi, lakini tuopoe mavuni. Amina. Salamu Maria mwenye neema, nawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa ni saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele, amina. E Bwana utuhurumi, utuhurumie Fumbo la pili la furaha tunakumbuka Bikra Maria alikwenda kumwamkia Elizabeti. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utukaa wakato wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini tuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Maria, Maria, mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu, amina Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombe sisi wakosefu sasa na sala kwa kwetu Amina. Salamu Maria umejaa neema Bwana yunawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzatu tumbo lako mbarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu. Sasa na sala kwa kwetu Amina. Salamu Maria umejaa neema Bwana yunawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzatu tumbo lako mbarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu. Sasa na saa ya kufa kwetu Amina. Salamu Maria umejaa neema Bwana inawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako mbarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu Amina. Salamu Maria umejaa neema Bwana inawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako ambarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana inawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako ambarikiwa. Maria mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana inawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa tumbo lako ambarikiwa. Maria mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu amina. Atukuze Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele amina. Tuasifu siku zote Yesu, Maria na Yosefu. Yesu wangu utusamehe dhambi zetu, tuepushe na moto wa milele uongoza roho zetu zote binguni, hasa wakala wanaohitaji zaidi ya huruma yako. Kituo cha kumi na moja: Yesu anasulubiwa msalabani. E Yesu, tunakuabudu tunakushukuru, kwa sababu umeikomboa dunia yote kwa msalaba wako mtakatifu. Askari walimkamata Yesu wakamlaza kwenye msalaba ulio ulio, ulio, ulioletwa na Simoni. Wakapigilia misumari mikono na miguu wakausimamisha msalaba. Ee mkombozi wetu, ulivumilia haya yote kwa ajili yetu, ututwe moyo nasi tuvumilie masumbuo ya kila siku kwa ajili yako. Amina. Yesu wanatia misumari kukufunga juu Kalvari. uliye mbinguni jina lako litukuzwe, falme wako ufike, utakalo vifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika vishawishi, lakini tuapoe mavuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, anainae umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako wamebarikiwa. Maria ya mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa zate, na siku zote na milele amina. E Bwana utuhurumie, utuhurumie. Oza waamini wapate rehema kwa Mungu. Wapumzike kwa amani. Amina.